Na mtazamaji, huku wakulima wa chai katika eneo la Gusii wakiendelea kulalamikia malipo duni ya chai, mwakilishi wa kike katika kaunti ya Nyamira Jerusha Momanyi ametamaushwa na utofauti wa bei ya kuuza chai katika maeneo mbalimbali humu nchini. Akizungumza kule Sironga eneo bunge la Mugirango Magharibi kwenye hafla ya kuwafadhili wanachama wa bodaboda boda, Jerusha ameiomba kamati maalum iliyobuniwa kuangazia swala hilo kuangazia usawazishaji wa bei ya chai kote nchini. Right side. Na ile bonus ambayo watu wetu walipata, sisi kama wananyamira hatutaridhika, na pia tunasema ya kwamba lazima ile ad hoc committee ambayo national parliament ilichagua il il il il hituletee tupate na kujua ni nini hasa ilifanya hiyo bonus yetu. Saa hii kuna kuna, kauli zingine hata asikupata kitu. Wengine walipata zero, wengine wanapata tano, wengine wanapata kumi. Sasa ule wakati mwingine tulikuwa tunapata 40, 50. Kwa nini? Ule wakati na huko wakati imekuwa ni kitu gani? Lazima mjue ya kwamba watu wetu wanaliana, watu wanataka kuchua ni nini? Mnataka kuchua ni nini? Na mtazamaji familia mwja.